Tunaomba Rais wetu Ruto mali huko, rais, utuweke umema estima tuone mwangaza na kazi kwa vijana, sababu vijana wadoko wanaingia kwa hii maneno juu ya uchumi, mpaka wanaingia kwa wizi ya stima. Jua ataipa ama afanyaje? kaliukijana ni huruma, ni huruma, huruma kabisa, ni uchungu juu ni kijana mdogo Juzi huku tumekuwa na wezi, wangombe, uku, wezi wa ngombe huku tena wezi wa stima. Ndio hao wamekuja. Sasa tutafanya namna gani? Ukiangalia patrol ya, ya security yetu ya national government, askari wanatembea kufika tu saa sita wameenda. Kama huyu jamani, kama amekuja hapo kitu saa tisa na amefanya mambo yake. Sasa mimi naweza omba tu wananchi wa hii area tumepata hii kitu, na kama ni mmoja na kama unafanyanga kitu kama hii tafadhali, angalia mwenzako penyako. Nasikia kama tumbo inauma sana kwa sababu kuona mtoto amekufa juu ya mti, hatujui kisa ni nini, kwa sababu tumekuwa na ukora mingi kwa hii barabara. Watoto wanakungoja na mapanga, ukitoka kazi wanakunyang'anya simu, wanakupiga. Kijana ambaye kufikia sasa hatujajua mahali ametoka, hatujajua familia yake, kila mtu baada ameshituka. Hizi taa zuliyeka mpaka nini huko Sabona, wamekata zote, wamemaliza sasa. Tukiangalia huyu jamaa akiwa hapo juu ni tunaona tu no, kama ni mmoja wao. <coughs> <coughs> <coughs>